Bado sisi tutakutumia kwa sababu tunaamini unao uwezo na una moyo wa kujitolea. Tutakutumia ili tuweze kuziba kwenye yale ambayo tunaamini ulikuwa umeanzisha. Kimsingi, na hata mimi nilipoondoka niliacha mambo ambayo nilianzisha. Huwa inauma sana unapokuta jambo zuri ambayo hata wakati mwingine mlitumia rasilimali kulianzisha, kwa sababu mambo ya serikali haliwezi kuanza bila rasilimali. Alafu baadaye unaondoka unakuta wenzako hawajaliendeleza. Nataka nikuhakikishie mimi sipendi rasilimali zipotee. Rasilimali ni pamoja na mawazo ya watu waliofikiria wakaweka mambo kwenye maandishi. Nitayatafuta, wapo watu watanisaidia, nitayapata. Bali ambapo nitakuwa sijapata basi nitakuuliza ili likwaje, ili tusirudi nyuma tuanzie pale kwenda kwenda. Kwa hiyo kwa kweli hilo nimefurahi, na ndio maana nilikuwa naandika kweli kweli notes, nikawa natamani hata naona unataka kumaliza nikawa natamani uendelee endelee <laughs> kwa sababu napenda kujifunza. E, eh, hakuna mtu mwenye haki miliki ya, ya ya ya, ya, uelewa uelewa, tunasaidiana, hasa kwenye mambo ya public. Kwa hiyo hata mimi pamoja na kwamba mtaniambia mzoefu mzoefu, hakuna uzoefu, kila siku najifunza, kwa mimi nitakuwa tayari kujifunza nikiamini kabisa, na mimi ni muumini wa mgawanyo wa majukumu. Kila mmoja tunafanya kazi moja, kazi zetu zinaelezwa kwa maelezo machache, lakini kila mmoja amepewa kipande cha kufanya. Lazima tuheshimu wajibu wa kila mmoja, na hata kama unataka kufanya pengine, unaona hafanyi pale panapotakiwa, uko utaratibu wa kukumbushana, ili tuweze kufika kwenye yale malengo. Mimi si kiongozi wa kutoka na kuropoka. Mimi siamini katika sifa ya mtu mmoja, siamini, siamini katika aina ya uongozi huo. Naamini katika aina ya mfumo, uongozi wa kimfumo, uongozi ambao unaheshimu structure, uongozi ambao likiwa zuri letu sote, likiwa baya letu sote. Kwa hiyo wajibu ni kukumbushana hili linaweza likatuangusha, hili linaweza kutupa sifa. Tuna communicate na ndio maana mimi wanachukia aina ya wakurugenzi, una, una, una, una, uh, unapokaa kwenye kikao ambacho mnajadiliana jambo technical alafu mtu mwingine kanyamaza tu mwanzo mpaka mwisho. Yaani wewe usimkuje huko kufanya nini, kama una nyamaza tu mwanzo mpaka mwisho? Yani upata tata kuchangia hata ukiruhia mali mnasemaje hapo, tasikia. Halafu, wakitoka nje ya geti hapo, ndo mzungumzaji huyo pale, hey, hey, hey, hey, wamekosea, unajua wale pale. Kwa hiyo wewe kwa sasa huko ndani <laughs> jamaa mimi wanapenda haya, wewe sema, wewe sema, wewe sema mpaka tunamaliza, kila mmoja aseme ili tukitoka hapa tukianguka tuonekane tumeanguka wote, tukifaulu la kwetu wote, na mtu mimi ndo ndiye mshauri mimi nitafurahi, kwetu ukinikisia, mimi ndo ndiye shauri hili shauri, wazee safi, hey kabisa. Kwa nini sasa? Kama ulishauri, si ujisifie kwamba ulishauri, kwa hiyo ulisha uli. Na mimi nafurahi kabisa uongozi wa pamoja, lakini sio ule wa one man show e, ni kupongeze sana kwa imani kubwa ambayo mheshimiwa Rais ameendelea kuionyesha kwako, na mimi ni kuahidi kama mdogo wako e, haya ni makabidhiano, lakini wewe umekuwa menta wangu miaka yote E, toka niko backbencher elfu mbili na kumi na tano nilipokuja bungeni, umeendelea kuwa menta. Kwa hiyo e, nitafanya makabiziano, lakini muda wowote utakapohitaji, e, jambo lolote ambalo unaweza kudani labda kwa miezi kumi na moja ambayo nimekuwa hapa naweza nikalifahamu, e, kakangu, mimi nitakuwa available muda wote, kwa simu, kuonana uso kwa macho ili kuweza kuendelea kufanya makabidhiano ambayo pengine hatuwezi kuyamaliza.